Alasiri ya leo draw ya kombe la shirikisho barani Afrika imetolewa na timu ya Nairobi United Imepangwa katika kundi la kifo, kundi ambalo linaijumuisha timu ya Wydad Casablanca ya kutoka jijini Moroko. Wydad Casablanca ambao ni mabingwa mara nne wa ligi ya, wa ligi ya nyumbani watakuwa wanarejea katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika wakiwa na mchezaji Hakim Ziyech aliyecheza Ajax na mchezaji Sofian Amrabat aliyewahi kuicheza klabu ya United na mchezaji Stefan Aziz aliyewahi kuichezea klabu ya Young Africans. Katika kundi hilo jumuishi, wamepangwa na klabu ya DR Congo Cmiama, na vilevile wamepangwa na jirani zao wa Tanzania, Azam FC.